Kristo. Mine. Tumaini letu tungeweza letu kuyafananisha maneno hayo ya kuwa tumaini letu ni Kristo e, na maneno ambayo basi mwandishi wa Zaburi ya 118 ameendelea kuisema sana kwamba bora kumtumainia Mungu kuliko wanadamu. Wapenzi Dominika hii ya leo katika mwendelezo huenda ndani ya kanisa wa kutafakari juu ya maisha baada ya kifo, ingekuwa ni Dominika ya kutupa majibu kwa swali hili: Je, kuna maisha mengine baada ya kifo? Je, kuna maisha mengine baada ya kifo? Mnasemaje? Ndio, yapo. Ndio. Kama yapo basi, heli yenu kwa sababu inawezekana mafundisho haya leo yasingekuwa na sababu sana ya kuyaeleza kwa kina, kwa sababu sisi ndio kwa ndani kwa imani yetu tunajua kuna maisha baada ya kifo, lakini tunaishi kati ya watu na mazingira yetu ambayo yana tafsiri mbalimbali. Jumapili iliyopita tuliongea habari za maana ya kifo, tuna tafsiri mbalimbali nyingi, kila moja na namna yake ya kusema. Hata leo maisha baada ya kifo yanaweza kuwa na tafsiri nyingi, kila moja jinsi ambavyo anaweza akawa merifi maana yake nini ya ma mawazo kama haya. Kuna tamaduni zetu Wanyiha mnasemaje? Kuna maisha baada aki? aki? ya kifo? Ingia kwenye tamaduni za kidini. Nasema kuna maisha baada aki? ya kifo. Ni yeah. Waheri. Kuna maisha baada aki? ya kifo. Ni yeah. Yeah. Wandali. Kuna maisha baada aki? ya kifo. Ni yeah. Yeah. Wasafwa. Kuna maisha baada ya kifo. Yapo. Yeah. Ni yeah. Wanyakyusa yeye. Yeah. Yapo. Yeah. Walambya yalipo. Yeah. <laughs> Nina <laughs> uhakika katika tamaduni zetu mbalimbali tutajikuta tuna maelezo tofauti tofauti, maelezo tofauti tofauti. Kwa sisi Wasafwa ninaamini, wanaamini hivyo, kwa sababu mtu akifa kwa Wasafwa, wale wazee wetu wa zamani, wazee wa zamani, nanakulia analia, na kwa kumwambia yule anayeondoka, naomba nomba akawasalimia kina fulani. <laughs> kuzungumza anaelia vizuri. Si wewe unaniambia kinafi kizipo yeye kukulia tu ovyo ovyo hakuna hata kumwambia yule. Ana dio ovyo ovyo tu. Ana uta wasafi anakulia. Anaondoka na huyu anasema bwana, nakuomba ukamsalimie fulani na fulani na fulani. Ana kumbukumbu ya watu ambao naamini huko anapoenda huyu atakutana. Kwa sababu hiyo lazima amuagize salamu. Kabila tamaduni zetu mbalimbali zitakitirafiana pengine kutokana na kila mmoja anapofikiri, na hata maisha yenyewe yakoje, taichatanwemo ile, baada ya kifo maisha yakoje tunaitirafiana. Lakini wapo ambao hawapo katika mpango huo, na ndio maana hata somo la leo, somo la kwanza na somo la Injili utakutana na makundi hayo ya tamaduni tofauti makabayo unakutana una na tamaduni ambao wale ambao walikuwa na wao wenzao wako tofauti kimtazamo. Na hao wanaouawa, wanaowao wenzao hawaamini, lakini hao hawa wanaouawa wanaamini. Ndio maana sentensi zao zimekuwa ngumu, zinasema habari za maisha mengine. Wanatarajia nini baada ya kifo? sio maisha hayo, pamoja na mateso yote wanayoyapata. Kristo, tumaini tena. Katika Injili, mwanzo wa injili hiyo unakuta maelezo ni yale, wapo wasadukayo wa, wa wa ambao hawakuamini chochote, ufufuo hawakuamini. Kwa hatuwezi kukwepa kwamba hata katika ai zetu tamaduni zetu, hatuwezi kukwepa ukweli huu kwamba kuna itilafi yao, kuna wengine hawana habari. Ukiondoka kwenye tamaduni unje kwenye imani, imani zetu ziko tofauti tofauti, imani zetu au dini zetu Ina itulifan, ina na zaidi watu united tani wao watu wafundishwa na bado, utakuta hata maisha yenyewe yakoje, tunatofautiana vile vile, baada ya kifo, kama kuna maisha baada ya kifo yakoje, tunatofautiana. Na ndio bwana wasikia hao wanasema mzee, tena wazo lipo huko. Uh, vizuri kabisa wanamjaribu, si <assy> ndio, <prayer> wanamuuliza kwa ku, lakini wenyewe hawana habari hiyo, ile wananukuru habari za na maagizo ya Musa wananukuru Mtazamo, sasa hivi, ni kejeli kwa wale wanaoamini juu ya maisha baada ya kifo. Ni kejeli kwa huyu anayemtaja, aliolewa huyu mama na wanaume wangapi? Eh, wana ni kejeli huko, akifa atakuwa wanani? Ninyi mnaoamini mmekuwa wajinga kiasi hicho? Kwa huyu atakuwa wanani mbele ya Mungu? Ata, ata, atampeleka mume yupi? hatendana wote saba awangai anume wako halali katika hao? <laughs> Hata imani zetu huwa zina maelezo tofauti tofauti. Zipo dini nyingine, imani zingine hazina habari za maisha baada ya kifo. Zipo zingine zina, maa, zina, maa, zina maanisha kwamba kuna maisha baada ya kifo, lakini ya mtindo gani? Ndio kama hawa masadukayo wanachukua kejeli ile. Kwa hiyo siku ileta ya mtindo gani, maisha baada ya kifo? Nakumbuka katika salamu zetu za kukaribisha wageni huwa kuna maneno yanayotumika unapomwambia mgeni wako, karibu ujisikie nyumbani. ujisikie nyumbani, jisikie eh? wapi? nyumbani, nyumbani. Hebu nikumbushe msaisi sana baba yetu yabana. Tuanze maneno sana baba yetu: Jina lako litukuzwe, Ufalme wako ufike, Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Karibu ujisikie nyumbani, sana baba yetu, namwambia. Mungu anasema utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Nyumbani ni wapi? Mbinguni. Sasa wengine huwa tunabadilisha mtazamo huo na maana hiyo. Tungependa kumwambia e, je, yafanyike ya, ya mbinguni kama ya duniani au ya duniani kama ya mbinguni? Ningebaka atuelewe ni tofauti hapa. Ya duniani ni kama ya mbinguni, ya mbinguni kama ya duniani. Ya minu, ya minu, ya minu. Kama mnaelekiana mtaanzilana baadaye, hiyo ni jambo sahihi. Hiyo ndio tamaduni ambazo katika imani zetu na tunapatana hivyo hivyo. Natofautiana. Na hivi ugini hata nyumbani kwetu hatukujui. Sasa unakuja, kama unamwambia mgeni wako jisikie nyumbani, nyumbani kwako, nyumbani pako ukoje? Kuna njaa. Nyumbani kuna ghasia, kuna fujo. Wewe unatoka unatoka Tanzania unaenda Malawi, wakwambie karibu, jisikie nyumbani kwenu Tanzania. Mnapogombana ristnini mtazamo katika watu nyumbani na nyumbani kukoje, lakini bado kutakuwa na utofauti kati ya mmoja baada ya mwingine. Tafsiri yake wewe binafsi, mkristo mwenzangu, eh, binadamu mwenzangu, unalichukuliaje jambo hili? Kuna maisha mengine baada ya haya duniani? Wewe binafsi ujiulize nafsi yako. Ukijua swali hili vizuri na ukajibu vizuri, utajua namna ya kuishi duniani. Hawa watoto saba pamoja na mama yao wanaosimuliwa katika somo hili la kwanza watusaidie na sisi kila mmoja. Aliulizwa peke yake, aende tofauti na yale mafundisho ya walio tofauti, kila mmoja peke yake, hawakuoa wote kama kundi hili la humu ndani. Piga bomu wote wafe, tukipiga bomu wote tukafa, kifo chetu togutiana Inategemea mpaka unapokufa wewe ulisadiki nini na ulisimama wenye ulisimama upi katika habari za imani yako? Ulisimamaje? Kristo. Lakini hawa watoto kila mmoja amekiri peke yake kwa kinywa chake na amekubaliana na kifo peke yake amekufa kwa imani aliyoikiri. Lakini wote wanasema habari za maisha baada ya kifo kuwakuta. Wote hawajamalizia katika Injili na katika somo la leo, lakini mwendelezo kasome tena, endelea kusoma mpaka mwisho, na mama yao aliyeshuhudia kifo, watu wote, wote, wanadhihirisha hilo. Kwa hiyo hata sisi wenyewe, hebu tujipe tafsiri sahihi na maelezo mazuri na tusimame kwenye imani hiyo. Je, unaamini kwamba kuna maisha baada ya haya? Ukiamini hivyo ndivyo utakavyojia kujua namna gani ya kukielekea kifo. Utakufa kifo cha mtindo upi? Yaani, kwa imani hii na msimamo upi? Ikiwa wakati wa marurumu, utakufa kwa mtindo upi? Ikati ikiwa wakati wa utulivu, unakufa katika utulivu upi? Wambia kuna, kuna mtu mmoja wameshindwa kumtangaza mtakatifu kwa sababu alikufa ameweka kichwa mikono kichwani. <laughs> Ameweka mikono kichwani, au mikono amekufa ameweka mikono kichwani. Sasa huyu vipi alipokeaje kifo? Pamoja kwa mtu ana sala sana, mtu wa ibada sana, mtu mambo mazuri mazuri mazuri, lakini anakuta amekufa mikono wapi? Anasikitika nini? Aichukuliaje? <laughs> Kifo unakufaje? Kitabu hicho cha Makabayo, kuii nyuma kidogo e, utakutana na mtu mzee mmoja anaitwa Eliazari, sura sita mstari wa kumi na tisa. Eliazari ana maneno makali makali sana, afadhali kufa kwa heshima. Afadhali kufa kwa heshima. Kwa heshima. Kwa heshima. Afadhali kufa? Kwa heshima. Kuliko kuishi kwa unajisi. Nilipo soma sentensi nikakumbuka. Eh, nikakumbuka mfano wa mtu mmoja. Ana, ana simulia, ana sema. Ah, ana mwembe moja mzuri sana, unazaa matunda mazuri sana. Masimulizi yake na kumbukumbu ya mwembe ule. Asa mwembe huu, nijibaga mwembe kwa wazungu. Mapadri wazungu. <laughs> Kumbukumbu yako yaani wewe, mafanikio yako katika mti huu, asili yake nini? Wizi. <laughs> hebu najisikiaje? Bora mti ukate, uondoke kabisa ka fikra zako, kwa sababu huu unakukumbusha uwizi uliofanya na wewe tunaishi katika maisha ya unajisi kwa sababu tuoza kujisifia hali yetu tulivyo. Tunajisifia mali, tunajisifia heshima, tunajisifia utajiri, twajisifia na kadhalika na kadhalika lakini. nini asili yake? Nini asili yake <coughs> yake Kristo. Amina. Sali atukumbushe sana, afadhali kufa kwa heshima na kufa kwa heshima ulivyokufa unajisi kuishi kwa unajisi. Afadhali kufa kwa heshima kuliko kuishi kwa unajisi. Ndiyo, watoto hawa na wenyewe wamefuata mfumo ule ule wa mawazo haya mazito, mawazo mazito ya mzee wao, ambaye hataki kuwa mdanganyifu mbele ya uso wa watu, anyoke na ukweli na kufa katika ukweli ni heshima kufa katika haki ni heshima. Kuishi katika unajisi hapana. Kristo tumaini letu. Sasa ndugu zangu wapendwa, tunalijibuje? Baada ya tafakari hiyo na mtazamo wetu mbalimbali, tunalijibuje wazo hili, swali hili? Kuna maisha kweli baada ya kifo? Kuna maisha baada ya kifo? Ndiyo. Una uhakika kama yapo maisha baada ya kifo? kama yapo maisha baada ya kifo kadiri ya utamaduni wako, hasa ndani ya kanisa na mafundisho ya kanisa unayo yapata. Kama maisha yapo baada ya kifo, unatengenezaje maisha baada ya kifo? Unatengeneza vipi? Usiwe na mtazamo wa maisha baada ya kifo katika mwili. Wengine hapa katika mwili, mtazamo katika mwili roho ni ya kiume ina kee na mimi. <laughs> Yesu amesema sentensi moja ambayo itutetea swali lingine. Anasema hao baada ya kufa huko wataishi kama malaika, malaika wataishi kama malaika. Malaika kuna kee na mimi. Tuko wengine tuna mtazamo wa maisha baada ya kifo kadiri ya mwili na hatuna, hatuna maana ya kwamba Yalike na me ni swala la mwili. Na wewe, tuko tamaduni zingine na mafundisho ya dini nyingine wanao, sasa tukisha kufa, hao wanao kufa wadogo wadogo watotogo wadogo tu ndio wasichana wadogo wadogo ndio tu wamekuwa kule. Tutawaoa. Sisi wanaume tu kufa, baada ya kufika kule si. Na kwa mtazamo huo maraka kule, na kama kuna kukua na kuna kufa eti. Na baada ya kufa kule tena na kama utaoa kule utaoa, utakuwa zake na nani? Msikwepe hizo tamaduni na mafundisho mengine tofauti, yako kati yetu, lakini simama wewe, unafundishikaje? Maisha baada ya kifo ni yapi kwa mtazamo wa mwili mmoja? Ni watekeshe anza, jamani nini ambao mnaoa wenzeni, shauri yako. Jamaa mmoja alimuua mke wake. Baada ya kumuua, watu wenye hasira yule mwanaume kuokaa, mwanamke amekufa, na mwanaume amekufa. <laughs> maisha baada ya kifo wanakutanaje? Yesu, tumaini letu, wote wamekufa eti Yuhum. maisha baada ya kifo hawa wanakutanaje? mtazamo wako. <muchas> <muchas> <Yeah? muchas> hawakutani kule kule tunaelewa nini maisha baada ya kifo kama wasafu wasafo walimwambia waliwaambia yule marehemu ukamsalimie na fulani na fulani na fulani na wanamaanisha kuna kukutana huyu mke ameuawa na mwanaume mwanaume akauawa na watu wenye hasira wanakutana au hawakutana kadiri yetu watakutana kama mume na mke Kadiri ya wengi fikra zao hawa watakutana kama mume na mke. Na ukiwezekana watakutana wanaanza kujizana kisasi kule kule. Na kwa mtazamo wewe unasema basi ukifika kule sema eh. Sasa tutanikoma. Listo. Hiyo ndio mitazamo katika mwili. Ambao lazima tuondoke huko kwenye mitazamo katika mwili. Tuondoke huko. Tuwe na mtazamo sasa katika roho, baada ya kufa kuna maisha gani? Ndio haya ambayo kanisa linatuletea Haya, mambo mengine ya duniani tunakufa aje, na mambo mengine mahangaiko. Tunaombea leo waliokufa, tunaombea waliojeruhiwa, tunaombea waliopoteza ndugu zao, tunaombea wale waliopoteza mali zao. Wote hao wanahitaji faraja. Na kawaida, ndugu zangu, mtu akifa kwa, tunakosea mara nyingi, kwa tunakosea mara nyingi. Mtazamo wangu mtu akifa na- tuna, tuna hubiri sana habari za marehemu, wewe mko wewe na yeah, tunaona maelezo, tunasema nini. Mwenye kusoma habari za marehemu inaitwa wasifu wa marehemu, anasema historia ya marehemu aje, asome. Atasoma tena kwa kifupi, kwa peji chache. Mtu mwenye ameishi miaka sabini, lakini anasoma anasoma hata eh, peji moja, inawezekana inajeisha au bila akifanikiwa kuandika lakini anameesha miaka mingapi, anaeleza mambo mafupi. Sasa mafupusasa, mafupi sana. Nami mhubiri naenda pale, nikatumia yale maelezo, pengine hata kama siku mfahamu maelezwa, msoma tanzia na nina historia yake, natumia hayo hayo, naanza nami kuhubiri na, na, na kumbamba marehemu <laughs> nisijue kwamba hawa wamefupisha kwenye tanzia waandike mabaya na mimi nikaanza kumpama marehemu. Na mpama marehemu, watu wengine wanatazama huko wananishangaa kwamba hivi huyu hakumjua ni marehemu. Hakujua. Alifahamu kwa yule. Kama ningekuwa na ufahamu, ilitakiwa pale naongea huyu ni huyu ni picha tunayoletea sasa hivi hapa kwa ajili ya kuongelea kitu fulani juu ya kifo, lakini anayehubiriwa ni wewe na mimi. Tuseme habari zetu. Sababu huyu jamaa huyu alivyokufa hatujui bwana, hatujui vizuri. Ila tumempamba kidogo, kidogo tu mazuri yake tumkumbuke katika moja mbili tatu na kadhalika. Kidogo sana. Tunaobaki baki. Mtazamo wetu uko wapi? Yesu. Tunaobaki. Ndio hasa tunapokosea mara nyingi, tunapoongea habari za marehemu zaidi na kumpamba, tunaacha makundi yanayojitokeza humo ndani, sababu wengine wanafurahia kufa kwake kwa sababu alikuwa mchawi kadiri yao. Wengine alikuwa mwizi sana. Wengine alikuwa mgoli wangu. Wengine nilimchukia we we sana. We Kana nikifa nao zaidi kuna wengine atakula pombe kwa sababu alifurahia amekufa eh, fadhali. Tuna mmepona. We, wengine alia machozi. Wengine alia machozi sababu alikuwa anadai hajalipa deni. Yesu. <tikafen> <tikafen> De Ndugu zangu, hebu tulijibu swali. Tulijibuswalio kwa imani yetu katika kanisi na ndiotufundishwa ndio maelezo ya Kristo. Tufarijiane katika matukio mbalimbali ya kimaisha yanayotugusa kwenye safari hii ya kuelekea maisha mengine, kwa sababu hatuna namna nyingine na mapitu haya ni ya lazima. Wataendaje watu kwa Mungu? Tuisastili vizuri kabisa. Kifo ni kuacha kuachana na mwili la roho, sio siyooe. Halafu kifo ni njia kuingia maisha mapya, si ndio? Sasa <tutu> kama tutaendaje kwenye maisha mapya bila kifo? Lakini hayo maisha mapya ya hiyo, ni tafsiri nzuri, maisha yao mapya, sio maisha ya kisasi, tunavaa roho ile mpya, utakatifu ule, lakini tusaingiaje huko? Na heri, ndugu zangu, tukitafute kifo vizuri. Ndio maana tukirejea nyuma, kama msaada tukirejea nyuma namna ya kwenda vizuri, kama msaada. Tukirejea nyuma, kila mmoja akitaka kwenda vizuri, ajue kimo chake. Tukirejea nyuma, ajue kimo chake, kimo chake. Lugha iliyotumika inasema Zakayo alikuwa mfupi, mfupi wa kimo. Wewe ni mfupi wa yale yanayokuzuia wewe usiweze usi kukutana na neema za Mungu, yanayokuzuia ni ufupi, ufupi wa hwa eh? huyu Zakayo kwa mfupi wa kimo, tunarejea nyuma ni msaada <laughs> hata, kila mmoja ni mfupi, ana ufupi wake. we ni mfupi wa nini? Usimtazame mwenzako, habari za kwako. mwenzako utalinganisha, tukati ya John na Mwalongo Joni mrefu kuliko kulikombaro, utalinganisha. Lakini we Joni ni mrefu, ni mfupi nini? Mfupi, mfupi, mfupi katika nini? Tukielewa hilo ni <laughs> <laughs> <Justo. laughs> Tukie, ni rahisi ni kujisaisha, ni rahisi ni kujisaisha hata, hata namna ya kukabili kifo utavaa ujasiri kama watoto hawa utavaa ujasiri ule utaona thamani ya maana chochote cha kubaki duniani eti kwa sababu wanataka, na hivyo utakufa katika ukweli yeah. na ndivyo utakuitwa shahidi kwa kifo chako chao. Mwingine hatuna maelezo yote, amekufa kishahidi au amekufa kijinga. Tuna maelezo gani kifo chako? Tuna watu wanazungumza chochote cha maana juu ya kifo chako Tunapoombea utulivu na amani, tuwe waangalifu pia hata katika mambo kama hayo. Tunaamini nini? Tunatetea nini? Tunajivunia nini? Tusimame katika msingi wa kiimani, na unaikirekea kifo kwa ujasiri, kwa sababu ya kile unachokiamini, na utetee imani yako. Hao wamezua habari za nyama ya nguruwe au vitu najisio, hata wewe, kuna mambo, kuna nyama ya nguruwe yako ya kwako ni ipi? ambaye atakiwa hii kumtetee <laughs> kwa masiri. Usiwe kama yangu wetu nyaa wewe, unaanza kukataa mimi na kukutana, kuna kiti moto chako ambacho inabidi usimame, kwa sababu mimi usili kiti moto hii. Bora nife. Sasa tunakosa watu wa mtindo huu na tunakosa mashahidi, kwa sababu watu hawataki kusimama kwenye imani kwa uthabiti na miguu yao yote. Wanaendelea kungana na ufupi wao, wanaendelea kufurahia ufupi wao, na hivyo wanaishi maisha. Badala ya kifo cha heshima, wanakabili kifo cha unajisi kwa sababu ya maisha ya unajisi. Kama unaishi katika heshima, utakufa kwa heshima. Kama unakufa, unaishi katika unajisi, utakufa kinajisi. Kristo